Sasa hivi mamlaka kwa kanda ya kaskazini inachukua sampuli nyingi kutoka jeshi la polisi, taasisi nyingine za serikali, hospitali, watu wanaokuwa na hizi dawa za mitishamba, dawa mbadala. Kwa kushirikiana na baraza la dawa la tiba asili, mkemia mkuu wa serikali anafanya uchunguzi wa maabara kutambua aina ya Uh, vi, ni tiba vilivyoko katika dawa zinazoletwa na waganga wa tiba mbadala. Lakini kwenye upande wa jeshi la polisi, sampuli nyingi ni zile za kihalifu ambazo zinahusisha matukio mbalimbali ya kihalifu ambayo yanafanyika, ikichunguzwa pia kwenye kuangalia uhalifu unaotokana na ku kutafuta DNA, lakini pia sumu, lakini pia kutambua ina madawa ya kulevya uh, uchunguzi wa sampuli za mazingira kutambua uchafuzi, lakini pia sampuli za viwandani kutambua ubora wa sampuli. DNA zinafanyika kwa wingi sana katika kutambua wale ambao, kwa mtoto, uhalifu unaosababishwa na mauaji, ajali pamoja na uh, ubakaji lakini wakati mwingine DNA inaweza ikatumika kwa ajili ya kutambua tu jamii fulani kwamba inapatikana. Uh, kama mtu anataka kwenda nje ya nchi anajulikana kwamba ni mtoto wake, na kadhalika. Ni mahitaji ambayo anaweza kutajwa bali yanahitajika kwa baadhi ya nchi hizo. Uh, ndio shughuli kuu za mkemia mkuu wa serikali kwa upande wa maabara. Kwa upande wa usajili wa kemikali kuna wadau wote wanaoshughulika na kemikali wanatakiwa watambuliwe, wao ni wakubwa wakati na wadogo, wanatakiwa watambuliwe na mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali na wasajiliwe na msajili wa kemikali Tanzania ambaye ni mkemia mkuu wa serikali. Um, shughuli nyingine ni ufundishaji, kutoa mafunzo na uelimishaji na ueleweshaji juu ya madhara yanayoweza kusababishwa na kemikali kwa watumiaji wote, lakini kwa mbali na watumiaji, lakini wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwenye maeneo ambayo yanatumia kemikali kulinda mazingira na kulinda afya za watu. ya hizo ndiyo sikukuu za mamlaka katika kanda ya Kaskazini. Kwa sasa hivi kuna ile zuka na mpya ambayo inao jipya la uchunguzi wa sampuli za hospitali ambazo zinafanya zinasafisha figo kuangalia ubora wa maji yanayotumika kwa ajili ya usafishaji wa figo kwenye shughuli mbalimbali zikiwemo ukaguzi wa maghala ambayo yanatumika kutunzia ya kemikali, zikiwemo pia ukaguzi wa mizigo ya kemikali inayoingia na kutoka nchini kwetu kupitia mipaka mbalimbali, kama mpaka wa Namanga ambao unatenganisha Arusha na nchi ya Kenya, mpaka wa Holili pia ambao unatenganisha upande wa Kilimanjaro na Kenya, lakini pia mpaka wa Horohoro ambapo mizigo inaingia na kutoka kwenda nchi jirani ya Kenya yeah, lakini pia bandari ya Tanga pamoja na kiwanja cha ndege cha ja Kilimanjaro. Ni chembe chembe za urithi ambazo mtoto ana anazipata kutoka kwa wazazi wawili, lakini hizi chembe chembe za urithi zinakwenda kwa mtoto katika mpangilio ulio maalum, hivyo basi humfanya huyu mtoto kuwa na mpangilio wa vinasaba hivi au zichembechembe za DNA maalum ambazo zinamtofautisha yeye na watu wengine. Kutokana na huo utofauti, kupitia teknolojia ya DNA, tuna uwezo wa kubaini kwamba mtu fulani ameenda au amefanya jambo fulani kutokana na upekee wa mpangilio wa vinasaba vyake. Kwa hiyo kutokana na hiyo, tunatumia teknolojia ya DNA kuweza kufananisha au kutofautisha watu mbalimbali, aidha katika makosa ya jinai au katika utambuzi wa watu hao.